Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS kimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kutishiwa maisha kwa ndugu Boniface Mwabukusi ambaye ni wakili mwandamizi ndamizi, yani Senior Advocate, rais na mwenyekiti wa baraza la uongozi la TLS. Mnamo tarehe kumi mwezi wa tano 2025 rais wetu alipokea ujumbe kwenye simu yake kutoka kwenye namba ya simu ya mkononi ya Tanzania ambayo ni 0792 ukiwa unaonesha kuna mipango ovu ya kuondoa uhai wake. TLS inakemea na, na kulaani kitendo hicho kwani ni kinyume na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na sheria za nchi yetu. TLS kwa mujibu wa kifungu cha 4d cha sheria ya Chama cha Sheria Tanganyika sura namba 37 ya sheria ya Tanzania ina jukumu la kulinda wanachama wake na wananchi, umma kwa ujumla hivyo inachukua kwa uzito mkubwa jukumu la kulinda usalama wa maisha ya ndugu Boniface Mwabukusi, wakili na rais wetu, wanachama wake wote na umma kwa ujumla. Kila raia wa Tanzania, akiwemo Wakili Boniface, ana haki ya kuishi na kufanya kazi zake halali ndani ya nchi yake bila vitisho, uoge wala hofu. TLS inatoa wito kwa mamlaka za serikali, hasa jeshi la polisi dhamana ya ulinzi wa raia na mali zake, kuhakikisha wakili Boniface Mwabukusi kama raia wengine anakuwa salama wakati wote. Kwa kuwa kuna namba ya simu iliyofanya uhalifu wa kutishia maisha ya wakili Boniface Mwabukusi, tunaitaka jeshi la polisi libaini na kuwachukulia hatua stahiki za kisheria wote wanaomtishia maisha ndugu Boniface Mwabukusi. TLS inafuatilia kikamilifu uchunguzi wa suala hili kwa jeshi la polisi. Kwa kuwa aliyetishiwa maisha si tu ni wakili bali kiongozi mkuu watasiru wa taasisi yetu rais wa TLS. Ni wazi pia kuwa vitisho dhidi ya ndugu Boniface Mwabukusi vinahusiana na nafasi yake kama msemaji mkuu wa TLS, kwa kuwa anatishiwa kutokana na kuwa mwongeaji yani voko, jambo ambalo ndio msingi na wajibu wa nafasi yake kama mwenyekiti wa baraza la uongozi na rais wa TLS. Mwisho, TLS itaendelea kusimamia utekelezaji wa majukumu yake kwa mujibu wa kifungu cha nne cha sheria ya Chama cha Sheria Tanganyika sura namba 37 ya sheria ya Tanzania katika kushauri, kukemea, kuonya na kuchukua hatua sahihi za kisheria ikiwemo kufungua mashauri mahakamani yani strategic litigations. Katika kulinda haki za wanachama wake na umma kwa ujumla bila uoga wala upendeleo. TLS inatambua na kuheshimu utawala wa sheria na kwamba hakuna aliyejua sheria kwa mujibu wa katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ifahamike kuwa baraza la uongozi la TLS, haliwezi kukaa kimya inapoona kiongozi wake mkuu rais anatishiwa maisha kwa kutimiza wajibu wake kwa mujibu wa sheria tishio kama hili si tu ni la ndugu Mwabukusi ni baraza zima la uongozi la TLS, na TLS nzima uhalifu wa namna hii haufai tuna ulaani na hautavumiliwa hata kidogo. Hii ni Wakili TV na mimi ni Rosette Sweni.